Vumvuma yote ya MPDC uh, kuja kufanya uh, operasyo kuwapiga wa M23 wenye wako kwenye milima ya uh, tumefika kwenye kambi kubwa la FRDC uh, na tukaongea nao wakatuambia tusubiri mipango yao, na hapa tunasubiri mipango ya FRDC na deja FRDC imetupatia chakula bunga hii empede ya pale ndio kwenye adui yupo kwa ile milima hapa. Tuko tunaangaliana na adui, tuko tunaangaliana na adui adui, adui iko pale kwa ile milima, munaona kule mbali sana kabisa. Pierre, tuko wengi kabisa, tunasubiri kabisa tunasubiri kabisa mipango ya FRDC wangu. Mimi nakwambia sasa, oka micel jesdike aseme ndiyo, balimwongelesha baliongea na Vaberte visimu, lakini walimupropose franga, walimupropose franga alikatala, alisema hawezi nzisha nchi, nani, nchi yake njo mamenas de moro ikaanza njo mana alitoka akaenda mwenga njuli mamenas de moro. Si nilikwambia, ka juzi, ilikuwa juzi jana njo nilikwambia, nilikwambia hivi wanatosha makamio na makamio kule kanya kule Lubero, ziko na kia renforce huku banu 23 zilikia sisi kusisi, ilirudia yemo 30 person njo walirudia bale wengine bote baliu. Sisi yote lenda reforce benzabokule bote balikufa bakarudia 30 personnes huko oukuka na bajwe njia gannye balipitia, sema bashanza kanapenda bapiganye tu kumilima kumilima, ababiko tena napenda lwa barabara banapenda sala kumilima junde banapasula njia baende ile manjia ya mwenga, njo maake bawazalendo bashatia rafor mire kule, bashatia mire kabisa. Aviko tena naji donc aviko tena gisi bashakosa njia yao kukamanyola, bale bote biko kule bale bote biko kulu kumangomu, biko apanda banenda njo walungu kisha bana basaga maake seriezma bana bapiga mwaya jabu ase janaili jana. Jana balipigiwa unyambi kusika mie kurudie 30 persone unaja maitini yae sekrarushishi inazike na choka ruje nazike nachoka nili makamio zabo zililunguziwa ziko palepale, pale kubarabara, azikoapenda tu anze kuona bapiganisha ba wazalendo ma milima njo biko na bapiga tellement ke ba wazalendo wanajua milima yote njo biko na batwanga seriesma aziba naona nji afizi akuna gisi mire iko kabambi sana, akuna gisi batambuke kule sasa, bakuie sasa wapitie mwenga

batu venye vikuna sikia vavo ni batu vale.